Watu 613 wakiwamo wajawazito 155 wamebainika kuwa na ugonjwa wa kaswende katika kipindi cha Januari hadi Oktoba mwaka huu ndani ya Halmashauri ya Mji wa Njombe, hali inayotajwa kuwa changamoto kubwa kwa afya ya jamii katika eneo hilo. Na takwimu hizo zimetolewa na mratibu wa magonjwa ya zinaa wa halmashauri ya mji wa Njombe Daktari Shella Myemba wakati akizungumza na waandishi wa habari mjini Njombe ambapo ameeleza kuwa mwenendo wa maambukizi unazidi kuongezeka kutokana na mienendo hatarishi ya ngono katika maeneo hayo, na nikinukuu kile alichokizungumza hapa, anasema shida kubwa ni watu kufanya ngono zembe na kukosa uaminifu. Wapo wanandoa wasiokuwa waaminifu kwa wenza wao, na wale walio nje ya ndoa pia wanakuwa na wapenzi wengi bila kutumia kinga, amesema Daktari Myemba. Na Daktari Myemba amesema idadi kubwa ya wagonjwa wa kaswende inatokana na watu kutozingatia matumizi ya kinga na kutokuwa na waaminifu katika uhusiano wa ndoa, jambo linaloongeza hatari ya kusambaza ugonjwa huo kwa kasi, na amefafanua kuwa matibabu ya kaswende huchukua wiki tatu ambapo mgonjwa hupatiwa sindano tatu mfululizo na baada ya kukamili, kukamilisha dozi anatakiwa kusubiri miezi sita kabla ya kufanyiwa uchunguzi upya kwa sababu vimelea vya ugonjwa huo hubaki mwilini kwa muda huo. So wakizungumza kuhusu changamoto zinazokwamisha juhudi za udhibiti, Daktari Myemba amesema wagonjwa wengi hutibiwa bila kushirikisha wenza wao, hali inayosababisha ugonjwa kurudi mara kwa mara na mratibu huyo ametoa wito kwa wakazi wa Njombe kujitokeza kupima afya zao na kutibiwa mapema mara wanapohisi dalili za ugonjwa huo, akisema hatua hiyo itasaidia kudhibiti kasi ya maambukizi na kulinda afya ya jamii. Pale ambapo unatibiwa ugonjwa kaswende, basi mshirikishe na mwenza wako, usijikute umeenda kutibiwa, alafu kumbe mwenza wako alikuwa na ugonjwa kaswende na anarudi tena na kukuambukiza. Ila cha msingi, wanandoa, muwe waaminifu, mbaki njia kuu, mwache michepuko, itasaidia sana.